Sura ya nne. Mwangeka alikuwa kaketi mkabala mwa kidimbwi cha kuogelea nje ya jumba lake ambalo japo lilisimama kwa haiba kandokando mwa ufuo. Kwake yeye, jumba hili lilikuwa makavazi si ya kumkumbusha turathi za jamii yake, bali ya kumtonesha donda lililosababishwa na kifo cha mke wake nye, Lili Nyamvula. Siku ile baada ya kutoka kwenye uwanja wa ndege, walifululiza moja kwa moja hadi kwenye gofu la baba yake Ridhaa. Hapakuwa na haja ya kuelezwa lolote. Kila kitu kilikuwa wazi. Mbele ya macho yake mlisimama kiunzi cha lile lililokuwa kasri la baba yake, la babake. Majivu yalikuwa mabaki ya kilichokuwa kwenye kasri lile bado yalibakia pale pale. Kama yalivyokuwa siku hiyo ya siku. Kila kitu kilikuwa wazi. Majivu na mashizi haya ni miili ya mama yake, wanuna wake, mkewe na mtoto wake. Alimtazama baba yake kana kwamba anataka kuhakikishiwa jambo, naye Ridhaa akamjibu kwa mtazamo uliojaa imani, mwenye macho haambiwi tazama ambalo halikumkaa mwangeka vyema akilini. Jee, ni kiini cha baba yake kutoyaondoa mabaki ya jumba hili? Je, kwani baba amekuwa mwehu? Kwa nini hata hakushikana na majirani akachimba ile masgrev na kuyazika majivu haya? alijiuliza Mwangeka. Baba mtu anamkazia tu macho, bila shaka ameelewa anachowazia mwanawe. Kuna mambo ambayo sharti yatendeke kinyume na kaida za kimaumbile. Si lazima maisha ya binadamu yafuate kanuni zile zile kila mara. Wakati mwingine, nadhari ya binadamu hutulia tu pale anapodengua hali. Sijui kama kijana umesoma ile nadharia ya deconstruction. Ni muhimu pia ujue kwamba ikiwa unataka kujiokoa au kuzoea hali mbaya inayokukabili, ni muhimu kujiingiza katika hali yenyewe ukaikabili vilivyo, ili uache kuiogopa au iache kukuathiri vibaya. Hii ndiyo sababu nikapaacha mahali hapa jinsi palivyo, licha ya raia za jamaa na marafiki kupabadilisha. Najua huenda usiyaelewe haya. Hata hivyo Ishi, utakuja kuyatambua, kijana, akasema Ridhaa. Maneno ya Ridhaa yalimfanya Mwangeka kujihurumia zaidi. Machoni mazito ya machozi yalichunga machoni Mwangeka, akayaacha yamdondoke na kumcharaza yatakavyo. Wakati huo hata nyanya yake angekuwepo kumwonya dhidi ya kulia kama msichana, angempuuza. Yapo mambo ambayo ni faradhi hata kwa mwanamume. Alihitaji kuliondoa komango ambalo lilikuwa limefunga mishipa ya moyo wake. Uvuguvugu uliotokana na mwanguko wa machozi haya uliulainisha moyo wake, ukampa amani kali. Moyo wa Mwangeka sasa ulijaa utulivu. Usidhani ni utulivu wa kuridhika kwa jambo la hasa ni utulivu unaotokana na imani na mazoea ya kila mtu kuwa mja hana hiari. Akili yake ilimkumbusha methali aliyozoea kumtolea mpinzani wake darasani kila mara, mwangeka alipomshinda mpinzani huyo kuwa wino wa mungu haufutiki. Sasa ndiyo Mwangeka anauona wazi ukweli wa methali hii hili ndilo lililompata na bila shaka halikuweza kumfutika. Jambo ambalo alizidi kujiuliza ni je, binadamu aliandikiwa kumpoka binadamu mwenzake maisha? Ridhaa alimtazama mwanawe kwa imani, ingawa hakutaka kumtonesha zaidi mwanawe aliamua kumwambia yote ambayo familia yake ilikuwa imeyapitia. Alikuwa na haki ya kujua, Mwangeka, alisema Ridhaa. Maisha yalichobadilikia mara tu baada ya kuondoka kwako, tuliandamwa na msiba baada ya mwingine. Kwanza nilipoteza majumba mengine mawili. La kwanza ni lile nilokuwa katika mtaa wa Zare. Ilisemekana kuwa wahandisi na masorovea hawakunishauri vyema, kwamba jumba hili pamoja na mengine mengi yalikuwa yamejengwa kwenye sehemu iliyotengwa kwa ujenzi wa barabara mbadala. Ilibidi yabomolewe ili shughuli za kujenga bypass zianze kwa dharura, kwa kusudi la kupunguza msongamano wa magari kwenye barabara kuu. Mpaka sasa hiyo bypass haijaanza kujengwa. Yasemekana kwamba shughuli za kutangaza zabuni ya kandarasi ya ujenzi bado zinaendelea. Kwa mara nyingine, hatukupewa fidia yoyote, kwani sisi ndio tuliokuwa na hatia. Ulikuwa muda mwiba wa kujichoma aiti, waliotuuzia viwanja hivi waliingia mitini. Ridhaa aliende, aliendelea jumba jengine ambalo nilikuwa nimewapangishia wafanyabiashara lilichomeka. Inasemekana kulikuwa na hitilafu ya umeme. Nguvu za umeme na mlipuko wa gesi vililisagasaga, jengo zima likawa unga tifutifu. Watu wengi walifia humo ndani, kwani shirika la zimamoto lilitaahiri kufika. Nao wenye maduka hayo kwa kuhofia kuporwa kwa mali yao na roho zinazo pania uhai, wakaifunga milango yote ya kuhepea. Hata walipotanabahi kuwa maiti haiwezi kuiba na kufungua malango haya, ni roho chache tu zilizokuwa zimenusurika. Ridhaa alisita, akajipangusa kijasho kilichokuwa kimetunga kipajini mwake, akatoa kitambaa mfukoni na kuyafuta machozi ambayo yalikuwa yameanza kumpofusha, kisha akaendelea: msiba huandaa mwana mwingine. Miezi mitatu baadaye, ami yako Makaa, ambaye alikuwa akifanya kazi kwenye machimbo ya mawe ya Nuru, alichomeka, asibakie lolote. Kisa na maana, alikwenda kuwaokoa watu ambao walikuwa wakipora mafuta kutoka kwenye lori ambalo lilikuwa limebingiria Inasemekana kuwa umaskini uliwasukuma watu hawa kuchukua kisichokuwa haki yao. Mmoja wa wahasiriwa alisikika akiuliza, ya nini kuacha mali nyingi hivi kuiosha sakafu na hali watu wanatufunwa na umaskini namna mafunza wali wazidikayo nyayo za waja? Tutayasomba mafuta haya, yatapata matumizi hivi punde. Madereva wa wakubwa watayachangamanya na yale yaliyofonzwa kwa mirija kutoka kwenye magari ya waajiri wao na kuwauzia wenye magari ya kibinafsi. Hawa wakijitia ucha uchamungu na kudinda kununua. Kuna walinda usalama wenye njaa watayanunua na kujua watakapoyatoa kama kafara baada ya muda, lori lililovamiwa na nzige ambao hawakuwa na hadhari. Rai za wapita njia, zao jamani, injini ya lori hili bado inanguruma na huenda moto ukazuka, ziliangukia masikio ya fisi. Kutanabai miili ya waja iligeuka kumi. Moto ulitutuma kwa hasira. Ami yako alipoona binadamu wanaokumbatia tiwa na moto huku wakitimua mbio. Imani ilimtuma kwenda kuwaokoa, kumbe anakwenda kuingia kwenye mtego wa panya unaowanasa waliomo na wasokuwemo. Ndimi za moto kutoka kwenye lori lililolipuka zilimvamia pia, akaungana na roho nyingine zilizokuwa zimesalimu amri. Serikali ilitayarisha mazishi ya umma, tukayazika mabaki ya wana wahasiriwa wote katika kaburi moja, ila sidhani tulibahatika kuwa na sehemu yoyote ya mwili wa ami yako. Pengine tuliozika ni nafsi yake tu. Ridhaa alishusha pumzi na kuendelea, haya yote niliyakabili kwa msaada wa wanuna wako, mama yako na mkaza mwanangu. Nilianza kuyajenga maisha yangu upya hadi siku hii ambayo niliitazama familia yangu nzima ikiniponyoka kutoka kwenye kitengele changu. Ndiyo, Mwangeka, ulizoea kuniita Dokta Ridha, lakini siku hiyo niliamini kuwa mganga hajigangi. Katika maisha yangu yote, kama mwanafunzi wa udaktari na baada ya masomo ya uzamili katika taaluma ya upasuaji, sikuwahi kujihisi kama asiyeweza kuyahimili maisha yake jinsi nilivyohisi siku hii. Ridhaa alimeza mate machungu, kisha akaendelea. Hapa nilipo nina uzoefu mkubwa katika utabibu, nimewaokoa wagonjwa wengi kutokana na magonjwa sugu, nimewatoa wengi mikononi mwa Israeli. Hata hivyo nilishindwa kabisa kuuzima moto uliokuwa ukiteketeza nyumba yetu. La, sikushindwa kwani hata sikuwepo tendo lenyewe lilipotokea. Ninachokuambia ni kwamba asubuhi hiyo ya dhiki niliitwa hospitalini kumfanyia majeruhi mmoja ya upasuaji. Huyo alikuwa ameumizwa sana katika mkurupuko wa watu waliokuwa wakiandamana dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa wawakilishi wa ege, e, e, eneo gatuzi katika kata yao. Walinda usalama waliwatupia vichoza machozi baada ya kuwafumania wengi wao wakipora mali kwenye maduka yaliyokuwa karibu. Katika kule kukimbia, mhasiriwa huyu alianguka akakanyagwa na waliokuwa wakihepa na mali ya wizi na kuumia vibaya mishipa yake ya hisi iliathirika vibaya, ikabidi tumfanyie upasuaji wa uti wa mgongo. Ridhaa aliendelea, basi nikiwa njiani kurejea nyumbani nilisikia sauti ya kite ya mama yako, kisha mlipuko mkali, yote yakaisha. Nimeishi maisha ya kinyama ya kupigania chakula na wahitaji wenzangu, nimeonja shubiri ya kuwa mtegemezi kihali na mali. Lakini katika yote hayo, nimejifunza mengi, nimejua thamani ya maisha, udugu na amani. Ridhaa alimaliza usimulizi wake na kushusha pumzi kama mpagazi aliyekuwa ameutua mzigo mzito. Alimtupia jicho la huruma Mwangeka ambaye uso ulikuwa umeo sawijika kwa sikitiki. Maskini mwanangu, hata maisha ya unyumba hakuwa ameyakinai. Amekuwa mjane hata kabla ya ubwabwa wa shingo kumtoka, aliwaza Ridhaa. Baada ya kukamilisha usimulizi wake, Mwangesha hakuishi na baba yake kwa muda mrefu. Baada ya kurejea kwake kwanza, hakuweza kustahimili uchungu uliosababishwa na kuamka kila asubuhi kutazama mahali alipoangamia aila yake. Kila siku alimshawishi baba yake akibomoe kiunzi kile cha nyumba, naye mtu, baba mtu alikataa kata katakata. Alishikilia kuwa hilo ndilo kaburi la ukumbusho wa familia yake. Pili, ilibidi mwangeka ayaanze maisha yake upya atafute mbinu za kumwezesha kukabiliana na hali yake ya ukiwa, atafute ushauri kutoka kwa wataalamu au uguzie moyo wake mbali na babake. Baada ya kurejea kutoka shughuli zake za kawaida kazini, Mwangeka alitafuta kiwanja cha kujengea nyumba. Baba yake alimtahadharisha dhidi ya kuanza ujenzi kabla ya uchunguzi kufanywa kuhusiana na kiwanja chenyewe. Siku hizo masuala kuhusu umiliki wa ardhi hayakupigwa darubini kama ilivyo sasa. Visa vya watu kuuziwa hata sehemu zilizokuwa maziara vilikuwa vimeongezeka. Walioangukia mtego huu baada ya kuchorwa, kuchora ramani zao walipigwa na butwa walipowapeleka wahandisi na mafundi na kupata kuwa makaburi yamejikita kwenye viwanja vyao. Haikuwa ibra hata kuuziwa kipande cha ardhi ambacho kilikuwa tayari kimeuzwa, mtu ukapewa hatimiliki bandia huku ile halali imetwaliwa na mnunuzi wa kwanza. Wakati unapotaka kujenga unaambiwa, ndugu, ardhi hii si yako. Wengine ambao hawakubahatika kugundua njama za kifisadi walidiriki kujenga majumba ya kifahari ambayo baadaye yalikuja kugeuzwa vifusi. Kisa na maana, yamejengwa kwenye uwanja wa ndege au maeneo yaliyotengewa barabara. Baada ya panda shuka za kuhakikisha uhalali wa stakabadhi hii na ile, hatimaye Mwangeka alipata kipande cha ardhi karibu na ufuo wa bahari. Kwa vile Mwangeka alikuwa mhandisi wa ujenzi, haikuwa vigumu kwake kupata wahandisi na wachora ramani bora kwa sababu ya mtandao wake wa kikazi. Kazi ya ujenzi ilianza, na baada ya takriban mwaka mmoja na nusu Mwangeka akahamia kwake. Hata anapokitazama kidimbwi hiki, mawazo yake ya kumbali kule alikuanzia maisha anakumbuka changamoto za ukuaji wake. Anawakumbuka wanuna wake Mkeli na Anatila ambaye wakimwita Tila. Anapomkumbuka Anatila mwili unamzizima kidogo, anatabasamu kisha tone moto la chozi linamdondoka. Kumbukumbu ya Anatila inavuta taswira ya mnuna wake mkembe Dede ambaye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka sita. Mwangeka alikuwa na umri wa miaka kumi na miwili. Tanzia hii ilipowafikia. Katika jamii ya Mwangeka, kifo kilifuatwa na viviga vya aina mbalimbali, yakiwemo maombolezi. Shughuli za matanga ziliandamana na uimbaji wa mbolezi kabla na wakati wa mazishi. Basi baada ya kifo cha mtoto huyu Majirani walikuja kuihani familia ya bwana Ridhaa, na bila shaka kuna waliokuwa wakilia wakizunguka ua wa nyumba, wengine walilia wakiimba na kuzunguka kaburi. Siku ya mazishi kilio kilizidi, hata kikakebehi juhudi za elimu ya kisasa. Mwangeka alishangaa kumwona Daktari Ridhaa, kama alivyozoea kumwita baba yake, akilia wapo akina mama ambao walijifunga mkaja kulia huku wakizunguka jeneza la marehemu. Haya yote mwangeka na wanuna wake waliyashuhudia. kwa, kwa kuwajibia kwao ulikuwa kama mchezo tu wa kuigiza. Kwa hakika Mwangeka mara moja mara moja alionekana akiwacheka akina mama hawa kwa jinsi walivyokibuni kilio wakakikuza hadi kikawa kemi wakawa wanakimbia wakilia huku wameshikilia vichwa vyao kwa mikono miwili, kana kwamba wanahofia kuwa vitaanguka. Mwangeka anakumbuka Jumamosi moja, wiki mbili baada ya mazishi ya ndugu yake, alikuwa ametoka shuleni. Siku hizo walimu walikuwa wamengang'ania kuwafunza Jumamosi wanafunzi waliokaribia ICU kama walivyoliita darasa la nane. Walidai kuwa hii ndiyo iliyo kuwa njia mwafaka ya kuwapiga msasa. Mwangeka alimpata Tila na wenzake nyuma ya nyumba wakimgojea, macho yamewatoa wekundu wa kutiwa yame wa kutiwa yamepakwa mate, ndiyo machozi yaje. Tila alimvuta na kumnongonezea kitu sikioni. Yaliyofuata Mwangeka angeishi kuyajutia hadi sasa. Tila alivuta boksi lililokuwa limetiwa mwanaserere wao kwa jina Dedan Kimathi, ndiyo lakabu walivyokuwa wamempa wame marehemu ndugu yao Dedi. Aliliweka katikati yao, kisha akaanza kuvuta kilio. Wengine walijilazimisha kupiga ukeni, eti wanaomboleza kifo cha Dedan Kimathi. Walianza kulizunguka lile jeneza wakiimba mbolezi ifuatayo: kwaheri wekimu wetu kwaheri kwa heri kwa heri kwa heri, we kim kipenzi chetu, kwa heri kwa heri na malaika wa kungoja, umewaacha wazazi kwa majonzi, kwa heri kwa heri, umewaacha na nduguzo kwa ukiwa, kwa heri na mababu wa kulaki peponi. Wimbo huo ulirudiwarudiwa ukiandamana na vilio vya kujitia mirindimo ya miguu yao ilijenga wizani ambao ulizidisha hali ya ukiwa na maombolezi hatimaye boma la mzee Ridha liligeuka kuwa uwanja wa maombolezi machozi ya dhati yalitoa nafasi ya mate watoto wote akiwemo Mwangeka wakalia kwa chake na imani katika hali hii watoto hawakuwa na mwao kuhusu kujua kwa baba yao Ridhaa alikuwa amefika dakika 30 zilizopita na kujibanza kwenye kiambaza cha jiko ili kushuhudia mazishi haya. Aliwatazama wanaye wakiigiza mazishi ya marehemu ndugu yao, akawaona polepole wakigeuka kuwa we kundo. Chungu lilitunda kooni mwake, akahisi kama ana sagwa sagwa na wana aliyowazaa. Hakujua jinsi alivyotoka alipokuwa Aliutoa mshipi wake kutoka kiunoni akamshika Mwangeka kwenye ukosi wa shati lake na kumhujumu kwa mshipi huo mpaka viguu hu vyake vikapata alama. Juhudi za Mwangeka za kujitetea hazikufua dafu. Mwangeka alisema kuwa Tila ndiye aliyewashawishi kuomboleza, naye baba akasema kwamba Mwangeka ndiye kifungua mimba, anastahili kuwa kielelezo chema kwa wanuna wake bali si kuwa bendera ya kufuata upepo. Tila ni mtoto tena msichana. Vipi dume kubwa kama wewe litafuata mkondo kama maji bila nadhari? alifoka baba kwa ghadhabu zilizozidishwa na majonzi. Mwangeka anapokikumbuka kisa hiki anashangaa kwa nini hakupata hata fursa ya kuomboleza kifo cha Anatila. Baada ya kipigo hiki cha babake, Mwangeka aliapa kuwa kuwajibika zaidi. Alinamia chamvunguni katika masomo hadi chuo kikuu ambako alisomea uhandisi. Hapo ndipo alipokutana na mkewe Lili Nyamvula. Siku hizo Nyamvula alikuwa akisomea shahada ya wanasheria. Mwangeka alihitimu masomo yake akajiunga na kikosi cha wanamaji, jambo ambalo liliwashangaza wengi. Siku hizo watu walikuwa na imani potofu kuwa wanajeshi ulitengewa tu watu wa viwango vya chini vya elimu. Hata hivyo, hili ndilo alilolitaka Mwangeka, na tangu hapo alikuwa ameanza uhandisi akiwa katika shule ya msingi, siku za mizaha yake ya, binadamu, ya, bi, ya binamu yake Mwangemi, maarufu kwa lakabu Tesi, siku alipovumbua gari la kienyeji kwa kweli hizo zilikuwa siku, alijiambia Mwangeka huku akitaka kukumbuka kisa chake na Tisi, lakini akayakandamiza mawazo haya. Ungewauliza marafiki wa chuoni wa Mwangeka watakwambia kwamba Mwangeka kujiunga na vikosi vya usalama ni kuipoka ni kuipoka taalamu ya uhandisi, mhimili muhimu. Hata hivyo Mwangeka alitamani kutoa huduma yake ya uhandisi katika vitengo vinavyoshughulikia shughulikia usalama wa wananchi, awahudumie raia wengi iwezekanavyo. Huu kwake ndio uliokuwa uzalendo. Mwanzoni, Nyamvula aliipinga hatua hii ya Mwangeka. Kulingana na Nyamvula, kuwa askari wa vita kulikinzana na imani yake, hasa kwa vile Nyamvula alikuwa born again alishikilia kwamba haihalisi hai, hai muumini wa kweli kumpokea binadamu mwenzake uhai. Mwangeka alimsisitizia kuwa kulinda usalama si sawa na kuua. Nyavula alipoona kuwa msimamo wa Mwangeka hautetereki, aliridhia shingo upande. Mwangeka aliajiriwa na kupanda ngazi moja baada ya nyingine hadi alipoenda hudum, hudumisha amani kwingine na mkewe kufa kutokana na ukosefu wa usalama nchini mwao. Huu ukawa mwisho wa ndoa yao ya miaka mitatu. kama ningeusikiliza ushauri wa Tausi wangu labda ningeweza kuiokoa aila hii, labda mke wangu angekufa kifo cha faraja, labda ningemwona maskini mwanangu ambaye nimewahi kum kumwona kwenye picha ambazo Tausi wangu alinitumia, aliwaza Mwangeka huku akimeza funda la mate machungu. Magharibi imeingia. Anainuka kuenda kupambana na usiku kwenye upweke na hamaniko isiyo na kifani.